Asifiwe. Kegasta Yesu. Kegasta, Kegasta. Leo, neno ambayo inatuongoza wakati tunafanya pastori ya mavuno ni Zaburi ya 116 mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na nne. Biblia inasema nimrudishie mimi Mungu kwa ukarimu alionitendea. Anasema, nitapokea kikombe cha uokovu nitalitangaza jina la Bwana, nitaondoa nadhiri nami nilizoweka mbele ya watu wengi. Kitu cha kwanza, mwaka huu Mungu amekuwa mkarimu. Kwanza ametupa neema ya kawaida, ametupa jua, ametupa mvua, ametupa afya njema, ametupa hata pahali pa kulima na kupanda. Mungu amekuwa mkarimu ametupa neema ya kawaida na hata neema speciali. Ametupa uokovu, ametupa matumaini. Nitamrudishia nini Mungu kwa ukarimu alionitendea? Kitu cha kwanza, nitapokea kikombe cha uokovu. Kikombe cha uokovu iko na mambo mawili. Jambo la kwanza, kuko na neema, sisi tunaokolewa kwa neema. Kitu cha pili, tutaenda mbinguni kwa neema na hata tunafanya kazi ya Mungu kwa neema kila siku. Nitapokea neema ya pili, nitapokea rehema. Tofauti ya neema na rehema ni ya kwamba, neema ni tunapokea chenye hatustahili, na rehema tunaondolewa chenye tungestahili. Tungestahili hukumu, lakini ametuondolea kwa neema, ametupa wokovu, ametupa msamaha na matumaini ya uzima wa milele. Jambo la pili, nitatangaza jina la Bwana kwa matendo na maneno kila wakati. Na hata wewe unashuhudianga na kutangaza jina la Bwana, hiyo ni kumshukuru Mungu amekuwezesha. Na hata pahali ambapo mtumishi wa Mungu yuko ni kwa neema, ni vizuri kutangaza jina la Bwana. Jambo la mwisho ni kuondoa nadhiri. Kila wakati tunapoenda kupanda Uko na wasiwasi kama itamea ama itamea, mvua itakuwaje? Na unaambia Mungu, Mungu nisaidie, ikimea nitakumbuka kukutolea. Wakati huu ni wakati wa kuondoa nadhiri ulioweka, na kila mtu afanye alivyokusudia moyoni mwake, sio kwa kushurutishwa wala kwa kulazimishwa, kwa kuwa Mungu anapenda atoae kwa moyo mkunjufu. Kutoa ni kwa moyo kwa hivyo fomu hii ya mavuno inapotembea, kila mtu anaandika chenye moyo wake imemwongoza na chenye amepanga. Mungu wa amani awa isubai feli okay. Right. Na wacha tumwombe natuombe.